Naongea na wewe. Bwana anatuma maraika kwenye eneo lako la kazi. Huo mradi wako kuanzia leo utaanza kunawili kwa jina la Yesu. Hiyo biashara yako itaanza kuleta majibu kwa jina la Yesu. Inua mikono nasema, e Yesu niletee pesa, Amen. Nami nitakutolea sadaka, Amen. Sema Baba, Baba fedha ni mali yako. Sema kwa sauti. Kwa kama mtoto sema yes, naomba fedha leo yes, ile roho inayozuia yes, iwe ni mizimu yes, au ni uchawi yes, au nguvu za giza yes, baba ziondoe yes, kwa jina la Yesu, mpe Bwana makofi yako mazuri katika jina la Yesu. <laughs> Nakubariki mchana wa leo, nakubariki mchana wa leo, nakubariki mchana wa leo nabariki mwili wako mchana wa leo, nabariki biashara yako mchana wa leo, nabariki ofisi yako mchana na wa leo. Naondoa roho ya njaa juu yako, naondoa roho ya kufilisika juu yako, naondoa roho ya kuoza wateja juu yako. Mnaosema amina mpokee kuliko waliyonyamaza kuanzia leo biashara yako ichangamke. Dawa iliyomwagwa kazini kwako nayeyusha kwa jina la Yesu waliowanga kwenye ofisi yako na wakata viuno kwa jina la Yesu. Pokea mafanikio ya kifedha kwa jina la Yesu. Pokea baraka za fedha kwa jina la Yesu. Mnaosema amina, kabla hajafika saa moja simu yake ipokee mpesa ya muujiza kwa jina la Yesu. Haleluya! Inawezekana, unaweza kuwa bilionea. Unaweza no mikono, sema Bwana Yesu fanya mikono yangu kuwa bilionea wewe Baba Bidea. Ni zaidi ya free mason. Ni zaidi ya uganga Bidea. Ni zaidi ya uchawi Bidea. Sema baba Bidea. Weka alama ya baraka Bidea katika mikono yangu. Tumia hiyo mikono kumpa Bwana makofi yenye kusikika. Mikono yako, mikono yako pamuka <coughs> kwa nguvu, sema amen. Ninaagiza watu wenye pesa wakutafute wewe. Ninaagiza tenda za kazi zikutafute wewe. Ninaagiza milango mipya pesa ikufungukie wewe. Ninaibariki ofisi yako na kazi yako, iwe na marupurupu ya kifedha kwa jina la Yesu. Alisema mkiomba lolote nitaifanya, nami ninaomba Mungu akubariki kwa jina la Yesu. Mbona utaki kunitikia jamani? Umeganda kama maganda ya Uganda Mungu akubariki kwa jina la Yesu. Mungu akubariki kwa jina la Yesu. Nenda ukabarikiwe. Nenda ukapate pesa. Nenda ukanunue kiwanja. Nenda ukanunue ng'ombe. Nenda ukajenge nyumba. Nenda ukanunue pikipiki. Nenda ukanunue bajaji. Nenda ukanunue gari. Nenda ukanunue lori. Nenda ukanunue haisi. Nenda ukanunue pipa. Nenda ukanunue Isuzu kwa jina la Yesu. Mnapokea, punga mikono, sema amina, amina, amina, amina, amina. Sema ame? Amen. Amesema mkiomba lolote ntafanya nini? Sasa kwa nini mkazi kutendee? Kwa nini mkazi kutendee na ende aliyoahidi? Sasa ondoa kukata tamaa. Halafu fuata taratibu. Nogera watu hapa. Toa sadaka. Lipa zaka fungu la kumi kwa ukamilifu. Sio nongea na watu hapa. Ukiona mradi biashara, milango ya pesa inajifunga, chukua sadaka ya mbegu. Mseme wote -hmm. Chukua nini, mm -hmm. Chukua nini? Mm -hmm. Unakuja madhabahu unaweza mutumi, ukamwona mtumishi wa Mungu, mimi nataka hii biashara yangu iende, natoa hilo sadaka, unaombewa, utaona matokeo. Piga Bwana makofi, piga makofi. Jambo la pili uweze kufanikiwa cha kwanza unapaswa kuwa na, na afya njema. Sasa nimesimama kufuta magonjwa yote kwenye mwili wako. Nafuta maumivu yote kwenye mwili wako. Nafuta uchawi ndani ya miguu yako na mikono yako. Nafuta sumu ya yote ndani ya tumbo lako kwa jina la Yesu. Hautakufa wala hautauawa. Hakuna mchawi atakaye kuua wewe. Hakuna mchawi atakaye roga biashara yako. Kama umeroga kazi yako utaona uharibu kwa jina la Yesu. Ina mikono sema aina yoyote ya uchawi. Saa hii, saa hii. Potea kwa, kwa, ah, kwa, yu kwa jina la Yesu. Naomba vigeregere vyako na makofi yako kwa Jehova, kwa furaha niambie amen. Natuma nguvu ya Mungu ndani ya mifupa yako. Biblia inasema mfupa mwenye haki hautavunjika. Mifupa yako nairudisha hiyo mifupa ya ujanani kwa jina la Yesu. Narudisha nguvu ya Mungu ndani ya nyama ya mwili wako. Naondoa mawana makunyanzi na magonjwa ndani yako. Hata kama walikupangia kifo, mimi nimefuta kifo. Walikupangia kupooza, nimefuta kupooza. Walikupangia ukimwi, nimefuta ukimwi huo. Walikupangia sukari, wewe mwenyewe umesikia sukari inapotea. Walikupangia ukosa ajira, pokea ajira mara moja kwa jina la Yesu. Ina mikono juu, sema kila laana. Naona sikusikii, sema kila laana. Inayosumbua mnyumba yangu, na mwili wangu leo, potea. Kuna malaika watatu wanakutembelea, piga makofi vizuri. Au malaika wanakuta, kuna malaika atakaleta afya kwako na familia yako, yuko njiani, anaingia kwako leo kwao, o kwa jina la Yesu hai! Kuna malaika wa pesa na kutembelea, kuna malaika wa pesa na kutembelea, huyu anaingia kwako mchana wa leo. Kuanzia leo pesa zitakutafuta wewe, kuanzia leo tena zaka zitakutafuta wewe, kuanzia leo wateja watakusumbua wewe, okay, ufanikiwe mwanzo wa mwaka na mwisho wa mwaka. Mbona naongea na watu wasiotikia? Kwa jina la Yesu Ufanikie utokako ufanikiwe uendako ufanikiwe mashambani ufanikiwe na mjini, uwe mtu wa kunawili kwa jina la Yesu. Roho ya kudhoofika na ikwachie ina mikono, sema roho ya kudhoofika achia mwili wangu. Mbona ne mikono tu mikono kao tuaisha kwenye mabega, sema roho ya kudhoofika na kukata tamaa toka haraka tama. Milango iliyojifunga leo ifunguke, kwa jina la Yesu. Kila ngome iliyojengwa na watu wabaya ili wanitese, sema leo inabomolewa. Sema leo inabomolewa. E Baba, uliye watendea hao waliotenda miujiza, naomba Baba unitendee na mimi kwa jina la Yesu. Fumba macho, sema Baba nitendee, Baba nitendee, nitendee. Omba nisaidie, omba, omba, omba, omba, Mungu akutendee Milango ya pesa hao, nifungulie, nitende, nitendee, nitendee, nitendee. Mwambie Bwana, na shangazi kusikia ukiomba. Jamani, amesema mkiomba lolote, hilo nitalifanya. Hebu omba. Hilo nitalifanya ebombaai na mwana wa Mungu wote tuseme amen. Tuseme amen na mikono. Kila alama ambao wachawi walichora kwenye mikono yako, ukishika pesa zinayeyuka, ukifanya kazi wateja hawaji, ukifanya mpango wa hela unatokea uzito wa moyo na ugumu kwa wale ambao unashirikiana nao hiyo alama naifuta kwenye mikono yako kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa kuwe na wepesi wa pesa, kuanzia sasa kuwe na wepesi katika familia yako, migogoro na migongano na watoto kuharibika na viondoa katika familia yako, kukata tamaa na kuondoa katika moyo wako, Mungu akutendee wa kila arama iliyoko kwenye mwili wako inayosababisha hela haziji, watu wa maana hawaji. Nimeivuta kwa jina la Yesu, nimeivuta kwa jina la Yesu, nimeivuta kwa jina la Yesu. Tumia mikono kumpa Bwana makofi yako yenye afya, piga mikono, piga mikono, piga, piga, piga, piga. Nisikilize na pande nne kuna eneo hela zikija kwako zinaweza zikakuua. Kuna mahala hela zikija kwako zinaweza zikakuboresha, sema amen. Zinaweza zikakutenga na Mungu pia, kwa Mungu anakutathimini kwanza na kwa zana. Angalia uwezo wa tabia usije, Mungu anatoa toa tu. Mungu anaangalia huyu jamaa uwezo wake huyo, uwe huyu ikizidi laki mbili atakuwa mweu. Kijijini kwetu kulikuwa na jamaa moja, ilikuwa ikifika wakati fulani, sema jamani fulani ameuka, tukamkamate yeye. Wewe wake ulikuwa unatokana na, na kitu hiki Kipata hela ikafika laki moja anavua nguo zote, anakimbia. walimroga hivyo. Sema Yesu nisaidie. Kuna watu ukipata hela hata ibada haujite. Hiyo ndio maana nakunyima hela ujirekebishe. Kuna watu ukipata hela hutaishi na huyo mke tena, yaani ukizipata, mke ameachwa huyo, kwa sababu una hela unaanza kwenda kununua wadada. Sasa Mungu anaangalia akuache na hiyo elfu hamsini ubaki na mke wako, au akupe milioni mbili? Ndo aivunjike wapi pazuri? Sasa wewe lazima ujitengeneze, umwambie Mungu, hata nikizipata hazinibadilishi nitatulia. Sema eh, Mungu nipe pesa, nitatulia. Mbona wanasema wachache? Sema eh. Kuna mtu mwingine akipata hela atazitumia hata kufunga watu magerezani wanunulia matatizo. Sasa lazima uwe na nia nzuri na uweze kutulia wakati Mungu anapokubariki. Niitikie useme amen. Dada mmoja aliniambia, nikipata hela mimi siwezi kuolewa, na ameolewa. Sasa yeye akizipata, nini kinatokea? Eh, hey. Aachiki yeye ndiye anaacha, sasa amepata hela, kwa hiyo hela zitamuoa. <laughs> Kwa hiyo ujue Mungu anakutadhimini utakuwa nani baada ya kupata pesa. Shika mkono jirani yako, nitikize kidogo, mwambie habari ya mchana. Muulize, ukipata hela utakuwa nani? Utakuwa mkorofi au utakuwa mpole zaidi? Utakuwa mwema au utakuwa dikiteta? Ati hebu mshike mkono tena mwangalie usoni, muulize ukipata hela ukanunua gari unaweza ukaja ibada? Mkazie macho uone kama kuna ibada machoni hapo, baada ya bada kupata gari <laughs> Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So Mungu atatimia hayo mambo. Before God gives you money, anaangalia who who are you going to be? Utakuwa nani? Akiona utaharibika, hakupi. Atakupi elfu kumi, thelathini, mwisho wa hamsini. Siku umetajirika ni laki. Kwa sababu kuliko uharibike, bora baki na kidogo. Sasa jitengeneze.